Uh, karibuni sana Kingo Farm. Sasa leo hii nilitaka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukatengeneza uh, chanjo ya kideri ya kawaida, uh, kama ambavyo sisi hapa tumeitengeneza hiyo chanjo tunawapatia kuku wetu, lakini pia nitakuelekeza na wewe ni namna gani unaweza ukatengeneza uka, uka hii chanjo, japo nakupa tahadhari kwamba, uh, ugonjwa wa kideri ni ugonjwa hatari sana kwa kuku. Unaua kwa asilimia kubwa sana, unaua kwa zaidi ya asilimia tisini kuku. Ukiwa na kuku mia moja maana e, manake kuku tisini wanaweza wakafa na huu ugonjwa. Kwa hiyo ni ugonjwa hatari sana pamoja na kwamba utatumia e, hizi e, chanjo za asili na kushauri pia tumia chanjo za dukani kama vile lasota na sasa hapa bwana, nikawa nimepata wazo la kutengeneza hii chanjo. Nikawa nimekata zangu kopo hilo, ambalo nita nitatengenezea hii chanjo. Nataka nikuelezee jinsi ambavyo nilitengeneza hii eh, chanjo. Nikaliosha vizuri kabisa. Uh, hili, hili kopo humo ndani nipo na hiki kijiko hiki kijiko bwana ni kwa ajili ya vipimo ku, ya, ya kuweza kupima kuna kitu kumbele utakuja kuona nipo, nina ninapimia kwa hiyo uh, baada ya kumaliza hapo nika nikaja zangu hapa, kuna hawa kuku. Ok, tuachane na hao kuku. Nataka tu nikukumbushe kitu kimoja kwamba sisi KingoFarm tunajihusisha na ufugaji wa kuku hasa kwa kutumia tiba za asili. Tiba za asili jamani ni ndio ni kimbilio la sasa hivi, hata watumiaji hawapendi sana kuku ambao wanatumia kemikali za dukani, wanapenda sana kuku ambao wanatumia tiba za asili kama hivi. Unaona, tunalea vifaranga kwa kutumia tiba za asili, kwa hiyo tunakuelekeza Ukihitaji, tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi elfu nane. Utajiunga kwenye hili kundi kwa muda wa miezi miwili. Sasa aa, nikiendelea hapo, unaona nina hivi vitu ambavyo ndivyo vya kutengenezea hii chanjo. Aa, ukiangalia humo kuna hilo hapo, hilo hapo ni, ni, ni, ni jani la Aloe vera. Ee, mimi nilitaka niweke sample nitengeneze kidogo tu ndio maana nikakata kwa kajani kadogo, lakini pia uh, ukiangalia humo kuna hiyo hapo tangawizi, hivyo vipande vidogo vidogo viwili, lakini pia nina hicho hapo kitunguu saumu. Hii ni, ni chanjo ambayo itakuwa ni, ni, ni rahisi sana na uh, kitu kingine kitakuja kuongezeka baadaye. Sasa hapo nikawa na nakata izo, izo, vitu nakata vipande vipande ili niweze kuvi, kuvi, kuvitwanga uh, hapo kwenye hicho kinu, ila ukibrendi ndio inakuwa ni vizuri zaidi ukibrendi, uh, ina, inasagika vizuri sana, huo mchanganyo wako unakuwa ume, ume, umesagika vi, vizuri zaidi, na hapo tutakuja kuongeza jivu baadaye. Ndio kipimo ambacho, kitu ambacho kimebaki hapo ni jivu, na ninakushauri kama una brandi Uh, chukua lile jivu kabisa, jivu safi. Usichukue eh, jivu ambalo linakuwa linachenga chenga. Ikiwezekana kama unayo ya kutolea eh, tolea zile chenga, eh, chujio sijui chekecha, utoe ili upate lile jivu safi. Kama unaweka kwenye blender weka kabla ya weka kwenye mchanganyo afu ndio uje ubrend ili liweze kujichanganya vizuri na huu mchanganyo wako. Uh, huku tunaendelea hapa nataka pia nikuelezee hiki kitabu cha safari ya ufugaji ambacho unakiona hapo pembeni. Kwanza kabisa hiki kitabu ndio ni kitabu cha kwanza kabisa sisi KingoFarm kukiandika. Na tulifanya majaribio kadha wa kadha tukakiandika vizuri kabisa. Hiki kitabu kina ni, ni mwongozo wa kuwalea kuku uh, unawapokeje, kuku unawapata wapi, unawapeje chanjo. Kwa mfano humo tumeelekeza hadi namna ya ku eh, chanja chanjo ile ya ndui. Kuna wafugaji ambao wao wanafuga lakini inapofika swala la chanjo hasa ya ndui wanaenda kumuita mtaalamu ndio anakuja kuchanja ile chanjo. Sasa inakuwa inagharimu zaidi e. Kwa hiyo hiyo inaweza kukuletea gharama nyingi. Ila humu tumeelekeza, kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuchanja wewe mwenyewe kwa kutumia hichi kitabu, lakini pia uh, tuna mpangilio sahihi wa chanjo, tuna kanuni za kutengeneza chakula um, kwa wale hadi e, kanuni za kutengeneza chakula cha vifaranga kipo, unatengeneza wewe mwenyewe chakula, hivyo utapunguza gharama. Kwa hiyo hicho ndio kitabu cha safari ya ufugaji na kwa ufupi sana nikuelezee kuhusiana na hiki kitabu tena cha tiba za asili. Hiki kitabu ni mwongozo wa wewe ambao unakuelekeza kutengeneza tiba za asili. Tiba ambazo tumeweka humo ni tiba ambazo zinapatikana maeneo mengi na ni bure kabisa, kwa ni kitabu ambacho kitakusaidia sana. Humo hata magonjwa ambayo huwa yatibiki tumeweka tiba zake. Hivyo ni baadhi tu ya vitabu, lakini Kingo Farm kwa ujumla kabisa tuna vitabu vitano mpaka saizi uh, hivyo viwili ambavyo nimekuelezea hapo, lakini ziada na hivyo tunacho cha ufugaji wa broiler. Ufugaji wa broiler tumekupatia hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza kuwalea vifaranga wa broiler tokea siku ya kwanza mpaka siku ya 24 wakifika siku ya 24, ukitumia hiki kitabu kuku wako wanakuwa tayari wana kilo moja na nusu zito, ambao wangeupata wakiwa na siku 28. Lakini pia humu tumeweka kanuni ya kutengeneza chakula kwa ajili ya broiler. Mnasemaga broiler watengenezewe chakula, humo ipo kuna ufugaji e, bora wa kuku wa kienyeji humo, kuna maelekezo karibia yote. Katika e, wafugaji tumewapendelea ni wafugaji wa kuku wa kienyeji kwa sababu humo kuna maelezo yote ya namna ya kumfuga kuku wa kienyeji, hautohitaji tena mwongozo mwingine. Ukisha kwa mfugaji wa kuku wa kienyeji na ukikipata hichi kitabu, hautohitaji tena mtu yeyote yule akubabaisha kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji. Lakini pia kuna uh, mwongozo maalum e, wa ufugaji kwa kutumia e, tiba za asili jamani hichi ni kitabu ambacho ah, hata kama hujui kabisa ufugaji, ukiwa na hichi kitabu ukawa uka unafuata tu vitu vilivyoandikwa humo ndani, hutoka upate changamoto za magonjwa. Lakini pia kuku wako kama ni wakutaga watakuwa wanataga vizuri kabisa. Yani humo tumekuelekeza Jumatatu tumia tiba gani, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, wiki zima tumelimaliza kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo wewe tu ni kusoma, leo ninawapa tiba gani, unawapa Vitabu vyetu ni shilingi elfu kumi. Kila kitabu kimoja ni elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kama huelewi kitabu gani kinakufaa hapa, tupigie simu sisi. Ukitupigia simu sisi, tuta kuelekeza kwamba kwa wewe utumia kitabu hiki ndio kinakufaa. Aa, sasa tukirudi kwenye haka kamchanganyo ketu ka kutengeneza hizi e, hii tiba kama unavyoona hapo, nikawa nina ninatoa ule mchanganyo, ambao kumbuka kwamba humu nimechanganya aloe vera, kitunguu saumu na tangawizi na hapa nakwenda kuongeza jivu. E, jivu ni jivu hili la kawaida hili, si unaona jivu ambalo e, ninaliangalia hapo, nitaliongeza sasa. Uh, hii tiba pia tumeiandika vizuri kabisa kwenye kitabu cha tiba za asili kama ilivyo hivi, tumeiandika mlemle mle, tumeweka kabisa na vipimo. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatufuatilia Kingo Farm, jipatia kile kitabu cha tiba za asili, kina tiba nyingi, yani sio kideri tu, kina hadi kinga ya, ya, ya, ya, ya ndui, kinga ya malex, ni magonjwa ambayo hayo waga hayatibiki, tunaambiwa kwamba waga hayatibiki mle tunazo zipo, zina zina kinga vizuri kabisa kwao. uta, uta, uta, utapata kile kitabu na utapata hayo maelekezo kwenye hicho kitabu, hata kitabu cha mwongozo maalum wa tiba e, za asili. Mle zipo kinga hizo tumeziweka tena, mle tumeandika kinga za za viwandani pamoja na kinga za asili. Kwa hiyo wewe tu utakuwa unachagua uwape zote, au uwape za dukani, au uwapatie za asili e, tupu. Uh, kwa hiyo mdau wetu ambao bado hujasubscribe, basi subscribe hapo, ili uendelee kupata taarifa e, za ufugaji. Unaweza pia uka share na wenzako.